E, kwa jina anaitwa Rajab Juma Sema Nhunga, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Doyodo Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la maandalizi ambao unatambulika kwa jina la Tanzania Youth Development Forum, ambalo jukwaa hili, ndugu waandishi wa habari, huwa tunalifanya kila mwaka na kwa mwaka huu manake tunakwenda msimu wa nne wa jukwaa na nichukue fursa hii kuwahabarisha Watanzania wote hususan vijana E, kwamba tunategemea rasmi jukwaa hili e, lita, litaanza shughuli zake tarehe 26, 27, 28 mwezi huu wa tano e, na jukwaa hili lina, linaendelea kuwa ni jukwaa la vijana la kipekee ambayo yako mambo ambayo tutajadiliana kama vijana katika nafasi mbali, katika maeneo mbalimbali hususan kwenye eneo la elimu, afya, uongozi na uchumi na masuala ya kidijitali lakini nichukue fursa hii kama fima e, inavyosema ushiriki wa vijana katika ngazi za maamuzi katika en, maendeleo endelevu. Lakini nichukue fursa hii pia, jukwaa hili yako mambo ambayo tunaenda kujadiliana e, kwa kuunganisha wadau ambao tutaunganisha nguvu wadau ambao zaidi ya thelathini kwa kushirikiana na wizara yetu ya vijana, ofisi ya waziri mkuu, kazi vijana, ajira na wenye ulemavu lakini yako mambo ambayo tutakaoenda kuyajadiliana kama wadau, hususan wadau wa maendeleo ya, ya, ku, ya, ya, ya vijana. Tunaelewa pia, mwaka jana tulipatiwa heshima ya kuzinduliwa sera yetu ya maendeleo ya vijana, ambayo sera hii pia itakuwa discuss kwa vijana, vijana waendelee kuifahamu sera yao ya maendeleo ya vijana ya taifa, na kuendelea kuichambua na kutoa maoni yao na kuona sera hii imetugusaje vijana, kwa sababu tunaelewa pia kupitia wizara yetu ya vijana kwa waziri wetu mheshimiwa Ridhiwani Jakaya ya Kikwete, e, sera hii ilizinduliwa mwaka jana, na, na ni muhimu wetu sisi kama wadau kupitia sera hii ya maendeleo ya vijana ya taifa, vijana waweze kuifahamu sera yao ili kujua mambo gani ambayo yamewagusa kupitia sera yetu ya maendeleo ya vijana. Lakini la pili, yako mambo ambayo tutajadiliana wadau kupitia pia sera yetu ya naia, sera ya afya ambao tunaelewa sela hii pia inaelekea ukingoni. Kwa hiyo itakuwa ni fursa ya jukwaa letu la maendeleo ya vijana kudiskasi kuhusiana na sela yetu hii ya naia ya maendeleo ya vijana kwenye masuala ya afya. Kwa hiyo jukwaa hili inakuja kuwashibisha vijana awaikisha kwamba wanakuja kupata maarifa ya kutosha. Mada ya kwanza ni mada ya afya. Afya ni swala la msingi kwa vijana, kwa kama walivyozungumza wadau kwamba kutakuwa kuna elimu za afya zitatolewa, hususan kwenye maswala ya afya ya uzazi, lakini maswala ya afya ya akili. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawakumba vijana kwa sasa kwenye maswala ya afya ya akili. Tunaangalia vijana wengi wamekuwa wakijinyonga, vijana wengi wakipitia maswala ya ukatili wa kisaikolojia. Kwa hivyo, hivyo ni vitu ambavyo vitakuja kujadiliwa katika jukwaa hili. Vijana watapata maarifa ya kutosha, na watapata mbinu namna gani wanaweza kupambana na hizo changamoto. Lakini mada ya pili ni mada ya uchumi. Mada ya uchumi tunafahamu kwamba changamoto kubwa kwa vijana e, Tanzania na duniani kote ni swala la ajira kwa vijana. Kwa hiyo tunakuja kwa kwa namna gani kama vijana tutaweza kuja na, na mbinu na mipango mbadala ya kuweza kujikwamua kiuchumi na kujiajiri wenyewe. Sera ya watu na e, kwa mujibu wa takwimu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 vijana ni asilimia 34.5. Sasa katika asilimia mia moja maana kuna asilimia 34.5 ya vijana. Maana hiyo ni idadi kubwa sana ya vijana. Ni watu wanakutana kwa kujadiliana changamoto za kiajira maanake, tunakutana katika jukwaa hili kwa kupitia mada hii ya uchumi kuona ni kwa namna gani tunakuja na mipango mbadala ya kuweza kutumia fursa za kiuchumi zinazozunguka zilizopo ndani ya serikali, lakini vilevile kwa wadau wa sekta binafsi aa, lakini pia mada nyingine tutakuwa tuna mada ya kupambana vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tunafahamu kwamba vitendo vya ukatili kwa sasa hivi vimekuwa vikubwa sana.